Wazo yake kwamba kwa kadiri anavyonifahamu anadhani ninaweza kutoa mchango fulani kwenye jamii iwapo nitajiunga na siasa ya vyama vya siasa. Nikiri kwamba nilimkatalia kwa sababu zangu binafsi, lakini baadaye, kutokana na bidii yake juu ya jambo hili na kutokana na tafakuri yangu ya binafsi, niliamua kumkubalia na bwana huyo ndiye ambaye leo wizara yake imeandaa mipango tutayoijadili hapa, sambamba sambamba na ile ya wizara ya fedha. Bwana huyo ni Profesa Kitila Alexander Mkumbo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninasimama hapa kwa kujiamini sana kwamba licha ya utofauti wetu wa kiitikadi, Profesa Kitila Mkumbo hatarajii hata kidogo kwamba mimi nitasimama mbele ya kamati hii nikajikita kumsifia peke yake. Lakini ninafahamu kwamba Profesa atafadhaika iwapo mimi nitajikita katika kuonyesha changamoto bila kuonyesha majawabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo ndiyo siasa ninayoifahamu, hiyo ndiyo siasa ninayoitamani, hiyo ndiyo siasa ninayoiota, siasa ya kupingana kwa hoja bila kugombana, siasa ya kupishana bila kuumizana, siasa ambayo ninaamini siku moja siku isiyo ya mbali, siasa ya namna hiyo itakita mizizi tena katika duru la kisiasa la nchi yetu, ili kwa pamoja tuweze kutoa mchango wetu wa kuijenga nchi yetu kwa upendo na mshikamano. Mheshimiwa mwenyekiti, mchango wangu wa kwanza juu ya mipango yetu, kwa sababu mawazo mengi yametolewa hapa na sitaki kurudia. La kwanza, mpango wowote ni lazima pia utazame vihatarishi vya utekelezaji wa mpango ule. Mimi ninaona, Mheshimiwa mwenyekiti, mpango haujatazama kwa kina vihatarishi vya kimataifa. Mheshimiwa mwenyekiti, ukifuatilia siasa ya dunia hivi sasa mwenendo wa mambo katika siasa za kimataifa unakuonyesha kwamba kuna mabadiliko ya kasi sana miongoni mwa mataifa, hasa juu ya sera zao za mahusiano ya kimaendeleo na kudorora kwa nafasi na ushawishi wa majukwaa ya kimataifa. Hilo linatutaka kwamba tuchukue tahadhari, hasa katika kuhakikisha tunaweka vizuri masuala yetu ya ndani. Kama hatuweki vizuri masuala yetu ya ndani yatayotufanya tuzarishe kwa vizuri kwa utulivu, tukawa focused, tunaweza kujikuta tunapata changamoto katika financing ya mipango yetu, na tukajikuta tunajikita katika kuwaumiza Watanzania kwa kuwabebesha mzigo mkubwa wa kodi ama kuingia katika mikopo ya kibiashara yenye masharti magumu. Kwa hiyo narudia rai yangu, tutengeneze nyumba yetu vizuri, tujenge mshikamano wa kitaifa, tuweke mazingira mazuri ya kisheria, ya kikatiba na muafaka wa kitaifa utotufanya mipango yetu ya kiuzalishaji, mipango yetu ya kimakusanyo inabaki kama ambavyo tumeipanga. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Mheshimiwa Spika, mipango yetu inasema kwamba sekta binafsi itakuwa ndio injini ya utekelezaji wa mipango ile, na kwenye financing ya mipango yetu mipango inasema kwamba asilimia sabini itakuwa kwa sekta binafsi na asilimia thelathini kwa sekta ya umma. Mimi ninaunga mkono rai iliyotolewa na wabunge wengi kwamba ni lazima tuendeleze kuweka mazingira wezeshi yatoifanya sekta binafsi iweze kushamili na itoe mchango wake katika uchumi wetu. Lakini Mheshimiwa Spika, bado mimi nadhani hatuja define hatujaipambanua sekta binafsi tunayoitaka. Ni lazima tujiulize maswali magumu sekta binafsi tunayoitaka sisi ni sekta gani? Ni sekta ya wachuuzi wa kigeni wanaopambana na wajasiriamali Kariakoo? Ni sekta binafsi isiyozingatia utu, isiyozingatia mazingira na isiyozingatia maslahi mapana ya Tanzania? Rai yangu ni lazima tuiongoze sekta binafsi. Sekta binafsi isiyopangiliwa, sekta binafsi isiyoongozwa haiwezi kuwa injini ya uchumi. Itakuwa ni bomu linaloangamiza uchumi. Ndugu Mwenyekiti, suala la tatu, nimeisoma mipango hii, nimeangalia maeneo ya kielelezo, programu za kielelezo ziko programu kumi na nne, na nikajaribu kuchambua, nimeona katika kila programu tuna miradi ya kimkakati kwa maana ya flagship projects, tuna hatua kadhaa za kuchukuliwa, na tuna mipango mbalimbali hii. Maana yake tuna makumi na makumi ya masuala ya kuyafanyia kazi. Nimeangalia katika mpango wa muda wa kati, nimeona tuna miradi ya kielelezo saba. Wasiwasi wangu, Tanzania haijawahi kuwa na uhaba wa mipango tangu tupate uhuru kwa maana ya Tanganyika na mapinduzi ya Zanzibar. Changamoto yetu kubwa ni utekelezaji wa mipango tunayojiwekea. Nina wasiwasi tukipata shocks zozote katika mipango, baadhi ya mipango hii itapewa kipaumbele na baadhi ya mipango itawekwa kapuni. Kwa hiyo ni lazima tuwe na mpango fulani ambao tutauita kuwa ni mpango wa kufa na kupona, kwamba hata tukipata shida yoyote kama taifa ili eneo ndio kipaumbele chetu namba moja. Na mimi maoni yangu mimi si mchumi, lakini maoni yangu ninaomba mradi wa Mchuchuma na Liganga ndio uwe ni mradi wa kufa na kupona, kwa sababu Mchuchuma na Liganga ndio drive ya mapinduzi ya viwanda ya Tanzania kama tunataka kuhama kutoka katika maendeleo bandia ya viwanda Mheshimiwa Mwenyekiti, tunasema sisi tuna maendeleo ya viwanda vya kuunganisha magari. Kwa maoni yangu mimi yale siyo maendeleo halisi ya viwanda. Tena tusipokuwa makini, unaweza kukuta ule ni uchochoro wa watu kuikosesha mapato serikali. Yani, unakuta mtu vipuri vyote asilimia mia moja anaagiza kutoka nje, alafu anapata misamaha ya kodi, alafu akishaunganisha, bila kujali ajira gani anazalisha. Sisi tunasema hayo ni mapinduzi ya viwanda. Mapinduzi ya kweli ya viwanda yataletwa na uzalishaji wa chuma, na bahati mzuri Mwenyezi Mungu ametupa chuma ametupa na makaa ya mawe hapo hapo Mchuchuma na Liganga, na suala lisilosemwa sana pale pale Mchuchuma na Liganga kuna madini ya kimkakati ya titanium na vanadium ambayo yana thamani kubwa zaidi kuliko hata hicho chuma. Kwa hiyo mradi wa Mchuchuma na Liganga na mradi wake shikizi wa reli ya kusini kwa maana ya reli ya Mtwara mpaka bandari ya Mbamba Bay ambao utakuwa na tawi lake la Mchuchuma na Liganga huwe ndio mradi wa kufa na kupona. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika neno langu la kuhitimisha, nimejipa homework ya kwamba kila nikisimama nitakuwa ninakumbusha juu ya katiba mpya, na leo nakumbusha tena kwamba katiba mpya ndio funguo ya muafaka wa kitaifa. Mchakato wake uanze mara moja, uwe wazi ili wadau wote waweze kushiriki. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Subira, jiandae waziri wa mipango. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi asubuhi ya, ya leo na mimi kuwa mchangiaji wa mwisho wa taarifa ambazo zimewasilishwa ndani ya bunge tukufu, na hii imetokana na maono yako, Mheshimiwa Spika. Uliona licha ya kwamba ilihitajika tujadili Novemba, lakini uliona bunge hili la Januari Februari tujadili mipango ya muda mrefu, mipango yetu ya miaka mitano ijayo na mapendekezo ya mpango mpya. Mheshimiwa uh, Spika, nianze kwa ku mshukuru Mungu na kukupongeza na kuwapongeza waliowasilisha wali taarifa mbalimbali ikiwemo waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji, akiwemo pia mheshimiwa waziri wa fedha. Mheshimiwa Spika, mimi nitajielekeza kwenye programu za kielezo na hasa kwenye mji wa ekolojia ya bahari ya usafirishaji wa kimataifa moyo, na kwa nini Mheshimiwa Mwenyekiti nimeona niliunge mkono hili ni kwa sababu baada ya kuona mapinduzi makubwa yaliyofanywa katika uboreshaji wa bandari zetu, bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Tanga, namna ambavyo imechangia kuongezeko la mapato. Kwa taarifa inavyosomeka ina bandari ya Dar es Salaam, baada ya kuboreshwa na kuweka mbia DP World, imeongeza mapato kiasi cha trilioni moja na bilioni mia mbili zinakusanywa kutoka bilioni mia nane iliyokuwa nakusanywa kila, mw, kila mwezi na mamlaka ta, ya mapato Tanzania TRA. Kwa hiyo ninaamini mradi huu ambao una miradi shikizi minane na ni kwa mara ya kwanza kwa kweli hatua hii, na kwa, alipokuja mheshimiwa waziri Mheshimiwa Kitilia katika ile miradi shikizi miongoni mwao ikiwepo eneo la viwanda na kuwakabidhi wawekezaji saba lakini Nili, nili, niliwiwa na hatua ya serikali ya kuwawezesha hawa wawekezaji kuwapunguzia gharama ya ardhi kwa kuwapa uh, ardhi kuwapa hati bila ya ununuzi. Hiyo hatua imekuwa kivutio na ni mara ya kwanza. Kwa hiyo ombi langu kama nilivyochangia siku za nyuma, kwamba kwa kuwa mradi huu utakuwa na miradi shikizi ikiwemo reli ya kisasa ikiwemo upanuzi wa barabara ya Tegeta Bagamoyo kwenda Tanga njia nne ikiwemo pia barabara ya lami ikiwemo pia kufungamanisha na eneo la viwanda lililojengwa kwa maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan awamu ya sita ya Kwala, na limeanza kufanya kazi na tija yake tunaiona. Niombe serikali katika kuhakikisha kwamba hii hii miradi ya kielelezo inapoenda kutekeleza ihakikishe wananchi wa maeneo hayo yale mahitaji ma, ma yao, ikiwemo fidia. Na hapa naisemea kwa sababu uh, ila eneo la liganga mchuchuma washakamilisha washa, lakini pia bado y eneo la, la Lindi uh, la LNG na maeneo haya ya, ya Bagamoyo na maeneo mengine. Kwa hiyo niombe serikali hiyo, lakini pili, katika uwezeshaji kuhakikisha tunafikia uchumi wakati kiwango cha juu na uwezeshaji wa wananchi kama ambavyo mipango hii imesema, nataka niishukuru serikali, imekuwa ikifanya tathmini hususan katika swala zima la mikopo ya almashauri. Tulikotoka ni mbali, tulikotoka tulishuhudia mikopo hiyo ikipelekwa kwenye vikundi hewa, na ndio maana serikali ilisimamisha kwa kipindi cha mwaka mmoja, ikaja na tathmini, ikaja imejipanga vizuri. Lakini kana kwamba haitoshi, imekuja na mfumo sasa wa kuomba mikopo hii kupitia mtandao. Mimi ombi langu katika hili tumeona ziko fedha tumetenga katika halmashauri, katika dhima ile ile ya kumwezesha mwananchi na katika hatua hile ile ya kuzalisha ajira kwa vijana, niombe sasa serikali ifanye mfumo ule kuwa rafiki, mafunzo kwa wananchi wetu, wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, na hasa maafisa maendeleo ya jamii katika maeneo yetu mbalimbali, na pia uwepo wa vifaa vya TEHAMA katika halmashauri zetu na maeneo ambayo yatakuwa rafiki, ili makundi haya yaombe hii mikopo isiyokuwa na riba. Lakini sambamba na hilo, naiona hii hatua ya tumeanza utekelezaji wa miaka hii mitano ya mpango huu kuelekea ishirini ishirini na sita ishirini ishirini na saba ishirini hamsini na moja pale ambapo tumeona hii hatua ya utoaji wa bilioni mia mbili, tumeona jana mheshimiwa waziri mkuu akiwa mgeni rasmi amekabidhi. Sasa tunaomba katika utekelezaji wa hizi bilioni mia mbili za mheshimiwa rais ambazo zimetolewa na ameonyesha akiahidi, anatenda, uwe na mpango mahususi, tujue kila wilaya au ni mabenki gani yatahusishwa, na wizara zinazohusika zisimamie kikamilifu ili kusiwe na, na usumbufu wowote. Lakini licha, licha ya hizo pesa lakini tumeona namna gani serikali imejipanga hata kupitia hizo fursa zingine kwenye mabenki mbalimbali ufafanuzi ambao umetolewa leo na mheshimiwa waziri wa TAMISEMI, lakini hata maelekezo ya mheshimiwa waziri mkuu Dr Mwigulu Nchemba ya kuhakikisha kwamba urasimu unatolewa ili mikopo ili, ili ahadi zilizotolewa zinatekelezeka. Mheshimiwa uh, mwenyekiti licha pia uh, tumeona mpango wa miaka minne utahitaji trilioni 474 sehemu ya asilimia sabini ni sekta binafsi na mimi naungana na waheshimiwa wabunge waliosema namna gani serikali iende kusimamia mkakati ule wa blueprint ili uweze kuleta tija, lakini kuendelea kuweka vivutio vile ambavyo vinatija zaidi, lakini kuendelea kupanua wigo wa walipa kodi, kuendelea kuiwezesha mamlaka ya mapato Tanzania ili lile lengo la serikali wa ku... la wao wenyewe asilimia thelathini ya kuwezesha mipango hii kutekelezeka, lakini pia kuendelea kuhakikisha inatumia taarifa ile ya sensa ya, ya mwaka 2022 ambapo ilikuwa sensa ya aina yake, ilitathmini ma, ilihakiki majengo yetu ambayo nayo ni miongoni mwa chanzo cha, cha uhakika cha lakini serikali pia kupitia mamlaka zake mbalimbali mbali, kubuni vyanzo vipya vya mapato ili tuweze kuratibu na kusaidia mipango hii kutekelezeka. Mwisho mheshimiwa uh, Spika, nikushukuru kwa nipa nafasi hii, lakini seme wazi, tunapoenda kwenye mpango mwingine wa miaka mitano, lakini tunajivunia mafanikio ya mpango wa tatu wa maendeleo, ambapo mae, mafanikio yameainishwa hapa maendeleo katika sekta mbalimbali, na tunawiwa na kuona sasa serikali ime imekuja na miradi ya vielelezo imekuja na miradi shikizi, ni mipango ya aina yake. Lakini kwenye sekta nzima ya madini, naipongeza serikali yetu na naipongeza serikali na mheshimiwa Rais Dr samia Suluhu Hassan, kwa sababu kwa mujibu wa katiba yeye ni sehemu ya Bunge kwa hiyo bunge zina sehemu mbili, rais na bunge lenyewe. Kwa hiyo tunapokuwa na kazi ya kuishauri na kuisimamia, mtu unayemshauri ukiona mambo yametekelezeka ni wazi, lazima utampongeza na kumtia moyo, lakini utaweza utaweka mambo mengine mezani. Kwa hiyo napotaka kusema kwenye swala so zima la madini tumeona namna gani serikali kupitia wawekezaji binafsi mmeanza kusapoti jambo la kurusha ndege na kufanya uhakiki uh, kutoka eneo la asilimia kumi na sita kuelekea eneo la asilimia hamsini ishirini na thelathini. Ni imani yangu mipango iliyopo itatekelezeka, lakini naipongeza serikali pia kwenye swala zima la sekta wezeshi, maswala ya nishati, namna ambavyo imejipanga uwezeshaji uh, uzalishaji wa umeme na kadhalika, mimi ninaamini mpango huu utatekelezeka, na mwisho kabisa namna ambavyo watakavyoendelea kuwajibishana katika kusimamia mipango hii, namna ambavyo imejipangia serikali, hatua kwa hatua, uwasilishaji wa taarifa wa mawaziri miezi kadhaa, taasisi zingine na tume yenyewe ya mipango itavyoenda kusimamia kiasi gani mipango hiyo inatekelezeka. Mheshimiwa Spika, nikushukuru kwa kunipa fursa hii, nikupongeze kiti ya mpumbo sisi, tutaendelea kuunga mkono na tutaendelea kushauri na kuisimamia serikali na kuona namna gani mpango huu wa miaka mitano tunaoanza safari unatekelezeka kwa ufanisi, na dalili tumeziona kwa sababu kazi imeanza. Asante sana Mheshimiwa Spika na kushukuru kwa kunipa nafasi. Asante Mheshimiwa waziri wa mipango, jiandae waziri